Rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, anatarajia kuhutubia Taifa kesho, Desemba 2, 2025 atakapokuwa anazungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam katika ukumbi wa Mikutano wa Kimataifa wa Julius Nyerere kuanzia saa tano asubuhi. Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, aliyekuwa akizungumza na wanahabari leo Desemba 1, 2025 amesema hotuba ya Rais na mazungumzo hayo ni moja kati ya hatua anazozichukua Rais Samia kuhakikisha nchi inarejea katika amani. Hata hivyo, Chalamila amesema kuwa hatua ya Rais Samia kuhutubia Taifa katika jiji la Dar es Salaam inachochewa na hali ya amani na utulivu inayoendelea kutengemaa jijini humo, akitoa wito kwa wananchi kutumia nafasi hiyo kumsikiliza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan atazungumza na wazee wa Dar es Salaam kesho tarehe 2 Disemba 2025 katika ukumbi wa mikutano katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere kuanzia saa tano asubuhi na kuendelea. Mheshimiwa Rais katika kuzungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam atatumia pia nafasi hiyo kuhutubia taifa. Nitoe rai kwa wana Dar es Salaam na kwa Watanzania wote kumsikiliza Mheshimiwa Rais atakapokuwa akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam. Hii ni moja ya hatua kubwa anayoichukua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kuhakikisha nchi yetu si tu inaendelea kurejea katika amani, lakini pia inaendelea kuwa kitu kimoja, inaendelea kujenga taswira njema ndani na hata nje ya taifa letu lakini naendelea pia kukuza na kuimarisha diplomasia yake ikiwa pamoja pia na kuhakikisha nchi yetu inaendelea kuwa kivutio cha uwekezaji kwa mataifa yote. Mkutano huu mkubwa ambao Mheshimiwa Rais atahutubia wazee ama atahutubia taifa kupitia wazee katika ukumbi wa Julius Nyerere International Convention Center ni mkutano mu, muafaka unaorejesha matumaini na kuendelea kuponya pale ambapo Watanzania waliumia. Itakumbukwa kuwa hii ni kwa mara ya kwanza kwa Rais Samia kukutana na makundi ya kijamii tangu waapishwe kuwa rais wa Tanzania muhula wa pili mnamo Novemba 3, 2025. Rais Samia anatarajia kuhutubia taifa katika kipindi ambacho Tanzania inaendelea kuponya majeraha ya matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea kufuatia maandamano ya Oktoba 29. Vurugu zilizotokea zilisababisha maafa mbalimbali ikiwemo uharibifu wa mali binafsi na umma pamoja na watu kupoteza maisha ambapo bado serikali haijaweka bayana idadi ya vifo vilivyotokea. Aidha, viongozi wa serikali wameendelea kutoa wito kwa Watanzania kutofanya tena maandamano yanayoweza kusababisha fujo kama zilizotokea wakati kukiwa na minong'ono ya kutokea tena kwa maandamano Disemba 9 mwaka huu. Waziri wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba alipokuwa akizungumza na wahariri wa vyombo vya habari siku chache zilizopita alisema kuwa pamoja na serikali kutoa wito huo inafungua milango kwa Watanzania wenye changamoto kuweza kuziwasilisha changamoto zao.